Mjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics, ili niendelee kuwajuza yanayoendelea kujiri kule nchini Tanzania kwa siku ya tatu sasa hivi. Watazamaji wangu, maandamano bado yanazidi kushuhudiwa kule nchini Tanzania na siku ya leo, sasa hivi ikiwa ni nyakati za usiku, bado waandamanaji hawajatoka kwenye maandamano. Watazamaji wangu, niliwaambia kwamba haya ni maandamano ambayo yamekuwa ni ya kipekee kwa sababu tangia siku ya kwanza Watanzania walianza kujitokeza kwa wingi, na kadri maandamano yanavyozidi kusonga, ndivyo hivyo hivyo wanavyojitokeza kwa wingi zaidi. Na kuanzia tarehe 29 tarehe 30 na leo 31 tumekuwa tukishuhudia vile ambavyo maandamano yamekuwa yakiendelea mpaka nyakati za usiku. Kuna hali ya wasiwasi -wasi watazamaji wangu ambayo inazidi kushuhudiwa sasa hivi kule nchini Tanzania baada ya hizi fujo na ghasia ambazo ziliweza kutokea baada ya uchaguzi wa kule nchini Tanzania wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Haya maandamano watazamaji wangu ni jambo ambalo lingezuiliwa na aliye Uh, kuwa rais wa kule nchini Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu, lakini kwa vile ambavyo watazamaji wangu yeye alitaka aingie kwenye kinyang'anyiro cha urais akiwa peke yake, ni jambo ambalo liliweza kuwakasirisha wananchi na mambo mengine mengi ambayo wananchi walikuwa wameyanyamazia. Sasa wamekuja kujitokeza kwenye maandamano ili kuendelea kuyapinga na kutaka katiba mpya, kutaka uongozi mpya, sio eti wanampinga Mama Suluhu, kile ambacho wanakipinga zaidi Ani kwamba hakuna demokrasia kule nchini Tanzania na pia wanataka katiba ambayo itawawezesha viongozi wengi waweze kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais, na wananchi wakuwa na uwezo wa kuwachagua viongozi ambao wao wanawataka waweze kuwaongoza. Na huku watazamaji wangu, haya maandamano fujo na gasi yakiendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania, pia kuna uharibifu wa mali ambao unaendelea kushuhudiwa sasa hivi kama vile ambavyo unaona hapo kwenye screen watazamaji wangu, hao ni waandamanaji ambao waliingia kwenye moja ya kampuni kule nchini Tanzania, kampuni ambazo zinaaminika ni za gasi, wakachukua mali, wakabeba gasi, na kwa hivyo inazidi kuwa hasara kwa nchi ya Tanzania kadri haya maandamano yanavyozidi kushuhudiwa kule nchini Tanzania. nzamoji wangu ndio mali zinazidi kuharibiwa. Uh, wananchi wanazidi kupoteza maisha yao na pia vilevile vile, uh, shughuli zinaendelea kutatizika kabisa, kama ni biashara, shule, wafanyikazi wa serikali, unaona ya kwamba sasa hivi hawawezi wakaelekea mahali popote, wanafanyia kazi zao wakiwa kule manyumbani. Na bado watazamaji wangu, Tundu Lisu yupo kizuizini, hajaweza kuachiliwa. Sasa uchaguzi umeisha, bado hatujui ni kwa nini bado Tundu Lisu yupo kizuizini uh, kizu ambaye ndio kiongozi wa upinzani kule ambaye alikuwa anaogopewa sana na Mama Samia Suluhu kwa sababu kwa kweli watazamaji wangu, kama Tundu Lissu wangekuwa kwenye ile ballot box ama uchaguzi wa urais wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kule nchini Tanzania, Tundu Lissu watazamaji wangu angeweza kuibuka mshindi, lakini aliwekewa vikwazo na serikali ya Tanzania akazuiliwa kabisa, hakuweza kushiriki kwenye u uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sio yeye pekee kwa watazamaji wangu, hata wale uh, viongozi wengine ambao walikuwa wanataka kuang'ania kiti cha urais hawakupata hiyo nafasi, waliwekewa vikwazo, wengine wakakamatwa wakawekwa ndani na wengine hata hawakupewa vile vyeti vya kuwaruhusu au kushiriki kwenye huo uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2025. Mtazamaji wangu, nataka nikupeleke pale ground, uweze kujionea vile ambavyo maandamano yanazidi kushuhudiwa mpaka nyakati za usiku. Yaani, watazamaji wangu lile jambo ambalo linashuhudiwa kule nchini Tanzania sasa hivi ni jambo la kustaajabisha. Maandamano ambayo yamewaacha watu wengi vinywa wazi hasa Wakenya ambao walikuwa wanaona kwamba wao ndio wa mabingwa kwenye upande wa maandamano. Sasa hawa Watanzania wamekuja kujitokeza kwa mara ya kwanza, lakini wamejitokeza kwa mpigo, wamejitokeza kwa fujo, na kwa kweli wanachokidai wanamaanisha mpaka wakipate ndiposa waweze kusitisha haya maandamano yao. Ni maandamano ya siku ya tatu, ya wa watazamaji wangu, na hebu hebu jione vile hali ilivyo sasa hivi, lakini kwanza na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa ukua kwanza kuzipata habari punde na ujumbe tu napozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi, yeah! na watazamaji huku Watanzania ama vijana wajenzi kutoka kule nchini Tanzania wakiendelea na maandamano yao kwa siku ya tatu. Habari ambazo tunaendelea kuzipata ni kwamba wale supporters ambao walikuwa wanasupport chama cha CCM wanamuziki ama wale celebrities kutoka kule nchini Tanzania ambao walikuwa wanaonekana kumsupport mama Samia Suluhu sasa hivi wamekimbia nchi, hawako kule nchini Tanzania kwa sababu hao waandamanaji wameanza kuvuruga biashara za hawa wanamuziki ambao walikuwa wana support mama Samia Suluhu. Kwa mfano, sasa hivi wazamaji wangu, kuna ma magari ya Diamond ambayo yameweza kuharibiwa, uh, kuna biashara za watu wengine ambazo zimeweza kuharibiwa na kwa hivyo uh, wameona ya kwamba sasa pale nchini Tanzania mambo yamekuwa mabaya zaidi, kinyume na vile ambavyo walikuwa nadhani ya kwamba uh, nchi ya Tanzania ingeweza kuwadhibiti hawa waandamanaji. Uh, nchi ya Tanzania wazamaji wangu, sidhani kana kwamba ilikuwa imejiandaa kwa haya maandamano ya hawa vijana wa Gen Z ama maandamano ya Watanzania, kwa sababu kama kweli kama wangekuwa wamejipanga, wangekuwa wamefaulu kudhibiti hawa waandamanaji. Lakini wananchi ndio wenye uongozi, wananchi ndio wenye nguvu, na kwa hivyo umoja wao ndio unaona ni nguvu na umewasaidia a, kujitokeza kwa wingi hata viongozi mpaka a, Mama Samia Suluhu. Sasa hivi wapo mafichoni, wajui la kufanya, hawajui la kutenda. Je, watatengeneza serikali na upinzani ambao unaongozwa na Tundu Lissu? watafanya handshake? Je, atajiuzulu kama hatajiuzulu ni nani ambaye atachukua uongozi? So watazamaji wangu kuna maswali mengi ambayo yanaendelea kuibuka sasa hivi kuhusiana na mwelekeo na uongozi wa kule nchini Tanzania baada ya hizi ghasia na fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kutokea sehemu tofauti kule nchini Tanzania na kwa mie hapo, watazamaji wangu, lakini nyinyi kwa hii siku ya tatu mali imefikia sasa hivi huko maandamano ya fujo na ghasia yakiendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania, sijui mnaweza kutoa maoni gani Uh, ukilinganisha na yale maandamano ambayo aliwahi kushuhudiwa hapa nchini in Kenya mwaka uliopita mwaka 2024. Je, unaona kweli haya maandamano ya nchi ya Tanzania unaweza kuyalinganisha na maandamano ambayo yalifanyika kule nchini in Kenya tarehe 25, uh, mwezi wa 6 mwaka 2024? E, hebu niache maoni yako hapo kwenye eneo la comments ni mtazamaji wangu kuhusiana na haya maandamano ya nchi ya Kenya na ya Tanzania, vile ambavyo vijana wa Gen Z wanazidi kuinuka, wanazidi kujitokeza, ili vuguvugu la vijana wa Gen Z hii revolution ya kutaka uongozi mpya ni nani ambaye atakuja kuikomesha? Na hawa vijana unaona, wakiendelea kuwa na uo, uo, uo umoja, watakuja kujikomboa kutokana na uongozi mbaya, iwe ni kule Tanzania ama iwe ni hapa nchini Kenya. Ni wacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment section, ndugu zangu, na kabla ya tamatisha na kuomba ujiunge nami hapa BMB Politics kwa ku subscribe, ndipo sasa kwanza kuzipata habari punde tu ninapo na pia uweze kulike share na comment, ndipo sasa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.